DW. Habari za Ulimwengu. Msomaji wako ni Rashid Chilumba, kwanza lakini habari kwa ufupi. Mapambano makali yameshuhudiwa hii leo kusini na kaskazini mwa Ukanda wa Gaza. Marekani imetangaza kitita kipya cha msaada wa nyongeza kwa Ukraine kuiwezesha kupambana na vikosi vya Urusi na waziri mkuu wa Slovakia anapigania ya maisha yake hospitali baada ya kushambuliwa kwa risasi tumboni. <coughs> Habari kamili. Gaza, vikosi vya Israel vimepambana na wanamgambo kwenye ukanda wa Gaza leo Jumatano, ikiwemo katika mji wa kusini wa Rafah ambako ni hifadhi ya mapia wa ya mapiako maelfu ya Wapalestina wanaokimbia mapigano yaliyodumu kwa miezi saba. Wakazi wa Rafah wamesema vikosi vya Israel vimesogea hadi kwenye vitongoji vitatu vya mji huo huku wapiganaji wa Kipalestina wakijaribu kuwazuia kulifikia eneo la katikati mwa mji. Katika kambi ya wakimbizi ya Jabalia kaskazini mwa Gaza, wakazi wamesema vika, vifaru vya Israel vimezivunja nyumba kadhaa, lakini wanajeshi wake wanakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa wapiganaji wa Hamas na kundi la Islamic Jihad mapambano hayo yameshuhudiwa katika siku ambayo kumefanyika kumbukumbu kumbu ya miaka 76 ya siku ya Nakba inayokumbuka masaibu ya mamia kwa maelfu ya Wapalestina waliolazimishwa kuihama ardhi yao katika mapigano yaliyofungua njia ya, ya kuundwa kwa taifa la Israel mnamo mwaka 1948. Kiev Marekani imetangaza leo msaada wa kijeshi wa nyongeza kwa Ukraina wenye thamani ya dola bilioni mbili kuvisaidia vikosi vya nchi hiyo kupambana na wanajeshi wa Urusi wanaosonga mbele kwa kasi katika eneo la mstari wa mbele wa vita. Tangazo la msaada huu limetolewa li na waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Antony Blinken mwishoni mwa ziara yake mjini Kiev iliyoanza jana. Amesema msaada huo ni ongeza unanuia kupeleka silaha haraka kwa vikosi vilivyo uwanja wa mapambano na kulisaidia taifa hilo kununua zana zaidi za kijeshi. Tunaharakisha kupeleka risasi, magari ya kijeshi, makombora, mifumo ya ulinzi wa anga ili vifike kwenye uwanja wa mapambano kuwalinda wanajeshi na raia. Na kuhusu mifumo ya ulinzi wa anga, hicho ndio kipaumbele chetu cha juu. Msaada huo unatolewa katikati ya mashambulizi makali ya Urusi yaliyovilazimisha vikosi vya Ukraini kurudi nyuma kutoka vijiji kadhaa vya mkoa wa Kharkiv, mashariki mwa taifa hilo. Beijing, rais wa Urusi Vladimir Putin atasafiri kwenda China kesho alhamis kwa ziara ya siku mbili itakayotoama juu ya masuala ya usalama wa ulimwengu na wa kikanda, wakati wa mazungumzo na mwenyeji wake Rais shi Jinping mjini Beijing. Ziara ya kiongozi huyo nchini China inafanyika katika wakati vikosi vyake vimezidisha mashambulizi na vinaendelea kusonga mbele kwenye mkoa wa Kharkiv uliopo mashariki mwa Ukraine. Akizungumza na shirika la habari la China Shinhua leo Jumatano, rais Putin amesema utawala wake uko tayari kufanya mazungumzo kuhusu mzozo wa Ukraine chini ya masharti ya kuyajumuisha matakwa ya Urusi. Hata hivyo, pendekezo hilo la Putin limekataliwa mara moja na utawala wa Ukraine. Akiwa nchini China, Putin na rais Shi watajikita kujadili njia za kutanua zaidi ushirikiano baina ya nchi hizo mbili, ikiwa ni pamoja na kuupiku upande wa magharibi unaoongozwa na Marekani. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya Habari za Ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Branslave Waziri Mkuu wa Slovakia Roberto Fitso amepigwa risasi leo na kujeruhiwa tumboni muda mfupi baada ya kumaliza kuongoza kikao cha baraza la mawaziri. Duru kutoka nchini humo zinasema shambulio hilo limetokea kwenye mji wa Hanlova uliokiasi kilomita 190 ya kaskazini magharibi mwa mji mkuu Bratislava. Kiongozi huyo tayari amekimbizwa hospitali kwa matibabu na mshambuliaji amekamatwa. Polisi lilazimika kuondoa watu kwenye kituo cha utamaduni mpako kikao cha serikali kilichoongozwa na fitso kilikuwa kinafanyika. Salamu za pole zimeanza kumiminika kutoka kwa viongozi barani Ulaya, wengi wakilaani mkasa huo. Rais Suzana Kaputova wa Slovakia amesema ameshtushwa na shambulio hilo alilolitaja kuwa la kikatili na amemtakia Fitso ya mapema. Viongozi wengine akiwemo Kansela Olaf Scholz wa Ujerumani, waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak na marais wawili wa Umoja wa Ulaya wamelaani kisa hicho. Paris, Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa leo ametangaza hali ya hatari kwenye kisiwa cha bahari ya Pacific kilicho chini ya milki ya Ufaransa cha New Caledonia, kufuatia siku ya pili ya ghasia zilizosababisha vifo vya vi watu watatu na kujeruhi mamia wengine. Ghasia hizo zimechochewa na mageuzi ya katiba yanayoshinikizwa na Ufaransa kwenye kisiwa hicho kinachoendesha harakati za kutaka kujitenga. Licha ya ulinzi mkali wa maafisa uliojihami kwa silaha nzito, vurumai bado imetanda kote kwenye kisiwa cha New Caledonia kinachokutikana baina ya Australia na kisiwa cha Fiji. Taarifa ikulu ya Ufaransa, Elize, imesema Rais Macron ameonya kwa machafuko zaidi yatakabiliwa na nguvu kubwa ya dola. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn. DW, dunia yetu.